ziliyoko kwenye sahihi Al-Bukhari na Muslim. Na hadithi kama hizi ukiziamini na kuzifuata, huenda ukahatarisha maisha yako, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametwambia ndani ya Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, yani musijipeleke katika maangamivu. Kwa hivyo tuwe pamoja katika hii halka ili upate kuzijua hizo hadithi mbili. Ndugu Muislam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitutahadharisha na kutuambia kwamba, innal kadhiba alayya laysa ka kadhibi ala ahadikum man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema maneno kama haya, ama tahadhari kama hini, alikuwa anasema through experience. Asema nini mtume? Mtume anasema innal kadhiba alayya laysa kakadhibi ala ahadikum, hakika kusingizia mrongo, urongo mimi, yani mtume anasema hakika mwenye kunisingizia urongo mimi sio kama kumsingizia urongo mtu mwingine yoyote, la, la, la, man kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, yule mwenye kunizulia mimi urongo, basi najiandalie na moto kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam nimesema kwamba amesema maneno haya through experience kwa sababu amewaona Mayahudi, alikuwa akiishi nao katika mji wa Madina. Amewaona Mayahudi, amewaona Manaswara. Mayahudi Mwenyezi Mungu amewateremshia Taurati, ambao ni kitabu kilichoteremshiwa na Nabii Allah Musa alaihi salam kwa lugha ya Kiibria, lakini ma'al asafu shadidi Mayahudi wakakigura kitabu cha Taurati na wakatunga kitabu ambacho ni kitabu cha mwanadamu wakakiita Talmud. Talmud ni kitabu ambacho kwamba ndani yake utakuta maneno ya Nabii Allahi Musa, kwamba wakidai kwamba Musa amesema hivi, Musa amekataza hili, Musa ameamrisha hili, yaani wakakigura kile kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ambao ni Taurati. Nao Mtume akaona pia kwamba manaswara wao wamepewa Injil, lakini wamekigura kitabu cha Injil wakawa wanafuata Injili Luka, Mathayo, Yohana na wengineo. Kwa hivyo Mtume aliposema maneno kama haya, anajua naye baada ya kuondoka kutakuweko na mambo ambayo kwamba ya kumzulia urongo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni ahadith. Na ndio sisi tumeona pia sisi, Mwenyezi Mungu ametuteremshia Qur'an, na kila kitu ametuelezea ya ndani yake, wanazzalna alaika alkitaba tibianan likulli shay'in Waqad fassala lakum ma harrama alaykum, Mwenyezi Mungu ametupambanulia kile alichotuharamisha. wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay, yani, Mwenyezi Mungu Qur'ani ametuteremshia na kila kitu ametaja, lakini la sisi tumekiwacha na tumekigura kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tumefuata Sahihi Bukhari, Muslim na wengineo na aqwalu sahaba na aqwalu ulama. Kwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua aliposema innal kadhiba alayya alaya laisa kakadhibi ala ahadikum, mwenye kunisingizia mimi urongo, sio kwa sababu alijua atasingiziwa maneno ambayo kwamba hakuyasema kwa, haku kwa hivyo, ndugu Mwislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tahadhari katika mambo kama haya. Leo tuangalie hii hadithi ambayo kwamba ni hadithi mbili. Hadithi ya kwanza tumesema iko kwenye Sahihi al-Bukhari. Hadithi yenyewe inasema kwamba na Aisha anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema. Asema nini? Asema innal habbata sawdaa shifaa min kulli da'i illa min as-sam. Hadithi yenyewe inasema kwamba Mtume na Aisha amemsikia Mtume akisema kwamba innal habata saudaa, hakika haba soda. Haba soda ni tembe ambazo kwamba ukienda kwenye maduka ya kuuza eh, vitu vya madawa ya vyakula ya tangawizi hizi na bauza, utakwenda utakuta haba saudaa ni tembe ndogo ndogo nyeusi. Sasa yani, mtume anazungumzia kuhusu hizi tembe ambazo kwamba kwamba ni nyeusi, haba sauda, akisema inna habata sauda shifaa min kulli dai, kwamba hizi haba soda shifaa ni pozo, likuli dai, kila maradhi illa min sam, isipokuwa kutokana na hiyo sam. Yani wakauliza nini maana ya sam? Wakaambiwa kwamba ni mauti. Kwa hivyo, yani, haba saudaa ni dawa ya kila maradhi isipokuwa mauti. Haya maneno anad, yanadai kwamba aliyosema ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Muislam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ya Kiislamu ni dini ya akili. Ndiyo Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, aya nyingi ametuzungumzia kwamba tufikirie, tufahamu, tutumie akili, na tusipotumia akili yetu basi huenda tukawa ni watu wa motoni, na pia tusipotumia akili zetu sisi hatuna tofauti na wanyama. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min aljini walinsi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mwenyezi Mungu anatuambia amewaandalia moto majini na watu. Watu gani hao na majini gani hao? lahum qulubun la yafqahuna biha, wako na akili Mwenyezi Mungu amewapatia lakini hawazitumii zile akili zao katika kufahamu mambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwisho hapa asema ulaika kal an'ami, hao hawana tofauti na wanyama, kwa sababu mnyama ana akili lakini hafahamu. Wewe mwanadamu, Mwenyezi Mungu amekupa akili na kisha, akili kama ile ni yenye kufahamu, kajaliwa ni mwenye kufahamu mambo na kupambanua mambo na kufikiria. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala maadamu amekupa akili ni uitumie, usipoitumia usipo, wewe huna tofauti na mnyama. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala. Usipotumia akili yako huna tofauti na mnyama. Kisha Mwenyezi Mungu akatutahadharisha kwamba huenda usipotumia akili yako ukawa ni katika watu wa motoni. Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala atuambia, waqalu law kunna nasmau au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. law kunna nasmau au na'qilu yani nasmau likay naqilu, kwa sababu sami ndio inakupeleka wewe ufahamu mambo. Mwenyezi Mungu hakusema law kunna nansut da law kunna nasmau, kwa sababu sami inakupeleka wewe katika kufahamu mambo. Kwa hivyo, kila unalolisikia ni lazima ulitie akilini na kulifahamu jambo kama lile, na haswa katika mambo ya dini. Kwa hivyo, ni lazima tutumie akili yetu. Hadithi hii imetujia lakini hadithi kama hini inakhalifiana na reality iliyoko na waqi'i. Hadithi kama hini, hakuna dalili yoyote ndani ya Qur'an kwamba kuna uthibitisho kwamba habatu sauda ni shifa min kulli da. Hadithi kama hini, hakuna uthibitisho wote wa kisayansi kuonesha kwamba habatu sauda shifa min kulli da. Vipi utakuwa ni mwenye kuiamini hadithi kama hini? Kwa hivyo ni lazima ufikirie hadithi nyingine, ni lazima uwe ni mwenye kufikiria, sio kwamba ni hadithi wewe uwe ni mwenye kufuata moja kwa moja, la abadan. Waqalu law kunna nasma'u au naqilu na ma kunna fi ashabi. Lazima kila unalolisikia ulipitishe kwenye akili yako, ili upate ulijua hili ni la haki ama ni la batili kwa hivyo habatu saudaa shifaa min minkuli da, tuambiwa kwamba habasauda ni shifaa min kulli dha. Ndugu Mwislamu, kila mmoja iko na akili na lazima ufikirie. Ikiwa habatu saudaa shifaa min minkuli da, mbona wakati wa miaka iliyopita ya nyuma juzi juzi tu kulikuwa na janga la korona? Ndugu zetu mababa zetu madada zetu wamefariki maelfu ma, kwa maelfu kutokana na haya maradhi ya korona. Je, kama ilikuwa habatu saudaa ni kweli ni shifaa min kulli da, ni pozo kwa kila maradhi, mbona hakuna shekhe yoyote ama ulama yoyote alojitokeza na akapeleka habatu saudaa kwenye WHO, World Health Organization, kuambia kwamba sisi tuko na pozo la haya maradhi? Mbona hakukutokea? Mbona tumewaacha mandugu zetu madada zetu wakawa wana kufa katika kutokana na maradhi ya korona. Na tuna hadithi ambayo kwamba watwasema amba kwamba ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kisha watwasema kwamba Mtume wa ma yantiqu anil hawa, kwamba hadithi ni wahi thani. Mbona hakuna mwanachuoni aliojitokeza na kusema hata kwenye manabir hatukusikia katika wakati wa janga la korona kwamba jamani, tumieni musiwe na wasiwasi, tumieni habatu saudaa, Mtume amesema shifaa min kulli daa? Mbona hatukuona ikiwa habatu saudaa ni shifaa min kulli daa, wanavionia wakubwa ambao kwamba wao wanahimiza watu na kusema kwamba assunnatu nasikhu lilquran, wenye kusema kwamba hadithi inafuta aya za Quran na wale wanaohimiza kwamba hadithi ni lazima tufuate hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona wao ambao kwamba wanaotuhimiza hatuwaoni wakitumia hiyo habatu sauda wanapokuwa wagonjwa. Mifano, Sheikh almarhum Shaarawi, wakati alipokuwa mgonjwa, amepelekwa mji wa Jemani, hajui hadithi kama hini? Kuna hadithi ya Mtume asema habatu sauda. Yusuf Qaradawi, Mwenyezi Mungu amrehemu na msamehe madhambi yake, alipokuwa mojmo, wakati katika maradhi ya alipokuwa na maradhi, alipelekwa nchi za nje naye kutibiwa alikuwa hajui kama kuna habatu sauda? Si angekataa angesema kwamba la, sisi tuko na hadithi sahihi, iko kwenye sahihi Bukhari. Yani nasema kwamba habatu sauda, mbona hawakutumia? Kwa hivyo ndugu Waislamu, hadithi kama hii ni maneno ambayo kwamba amezuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na siyo maneno ya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna dalili yoyote ya habatu sauda ndani ya Qur'ani kwamba shifaa min kulli daa. Mwenyezi Mungu ametutajia asali ndani ya Qur'ani kwamba ni pozo, ni dawa, asali ametutajia na lau ingekuwa habatu saudaa ni shifaa na nao ni pozo, Mwenyezi Mungu angekuwa ametutajia pia ndani ya Qur'an, wa ma kana rabbuka nasia. Lakini maadamu haimo ndani ya Qur'an, hakuna uthibitisho wa kisayansi kwamba habatu saudaa shifaa min kulli da. Hadithi hii ni hadithi ambao kwamba ni hadithi tunaziita hadithi bandia, sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Najiepushe na hadithi kama kama hizi, huenda zikapu katika eh, kuhatarisha maisha yako, kwa sababu unapoamini hadithi kama hii, ni umeshikwa na maradhi maradhi ya sukari, maradhi ya presha, wewe useme kwamba mtume ametuambia tutumie habatu sauda shifa min kulli da, mimi naamini ya hadithi. La, la, la, la, la, abadan. Ndugu Muislamu, hii hadithi jiepushe nayo. Hadithi ya pili ni hadithi kwenye sahihi Al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi kama hiyo

yaani mwenye kula kila siku asubuhi tembe saba za tende ya aina ya ajwa, kila yomi asubuhi, fi kulli yomi lam yadhuruhu sumun, hadhuriki na sumu wala sihri, wala uchawi. Yaani hadithi inatuambia kwamba mtume amesema yule mwenye kula kila asubuhi tembe saba za ajwa hii ajwa ni tende ambayo kwamba kwa iko Madina, kwa hivyo mwenye kula tembe kama hizo saba kila siku hadhuriki na sumu, yaani hata akinwa sumu hadhuriki, wala sihiri wala uchawi, yani hata mtu yoyote mchawi mchawi aina yoyote, mcha, yoyote, anayetaka kukudhuru hakudhuru, hudhuriki kwa sababu gani? Kwa sababu ya kula hizi tembe saba za ajwa. Ndugu muislamu Mwenyezi Mungu amekupa akili na akakwambia ufikirie kabla ya kufuata jambo lolote. Ikiwa kweli ajwa ama tende ukila hudhuriki na sumu, na ikiwa tende kama hiyo ajwa ukila hudhuriki na uchawi hapa mwanadamu lazima ufikirie. Kuna hadithi ambayo kwamba iko kwenye sahihi Al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi kama hiyo inatuambia kwamba Mtume alirogwa, kwamba Mtume alirogwa, bwana mmoja alimroga, al ali anaitwa Labid ibn al-A'sam alimroga Mtume mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam, yukhayyalu ilayhi annahu fa'ala shay'in wa ma fa'al yaf'alu shay'in wa ma fa'al Yani mpaka ikawa mtume, yani kule kurogwa mtume akawa anaona amefanya jambo fulani na wala hakulifanya. Na kwenye riwaya nyingine inasema hata kana yara annahu yati nisaa wala yati ya hinna, akawa anaona amemwingilia mke wake na wala hakumwingilia. Yani mtume alirogwa, na kiswa ni kirefu hiki kwamba aliporogwa kisha kateremka malaika wakamwambia kwamba wewe umerogwa. E, wakaenda kwenye mahali pale palipowekwa ile nyele za mtume na lile shanuo na ile mti wa mtende. Yani kwa hivyo, hapa kuna swali ni lazima ujiulize: ikiwa mtume yeye ametuambia haba e, kwamba saba ajwa ukila tam, e, tende saba za ajwa, wewe la miadhuru sihri, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ametuamrisha jambo kwamba kila asubuhi tule tende kama hizo kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam adhurike na huu uchawi ambao kwamba aliofanyiwa? Kwa nini mtume hasile habatu hizo e, ajwa na iy aishi asidhurike na maradhi kama haya? Na kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam atuambie jambo ambalo kwamba yeye halifanyi? Maanake aonesha yeye ametuambia, lakini yeye halikuwa hali habat e, ninio ajwa Ndiyo, mpaka akadhurika na uchawi kama hunu. Kwa hivyo, yani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia kwenye yale maneno anayosema, lima taquluna mala tafalun, kwa nini mnasema mambo ambayo kwamba muyafanyi. Yani, Mtume ametuamrisha tule saba ajwa kila siku ili tusidhurike, kisha yeye hali zile tende ambazo kwamba ni ajwa alizotuamrisha. Kwa hivyo, yeye amerudhurika, akawa ni mwenye kupatikana na uchawi. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hadithi kama hizi hazina uthibitisho wowote ndani ya Qurani kuonesha tende. Twajua kwamba tende ina faida kiafya, hiyo <coughs> kisayansi imethibitisha, na kila mtu anajua kwamba tende ina faida kiafya, lakini sio kwamba inakuokoa kwa wewe na madhara, yaani hutodhurika na sumu wala hutodhurika na kurogwa, la abadan. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hizi hadithi ni hadithi bandia ambazo kwamba amezuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume hakusema maneno kama haya. Kwa hivyo tujitahadhari na kuamini mambo ambayo kwamba amesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam, bari'u min dhalika, yuko mbali na hilo, na kesho ya yaumal qiyama, sayatabaraa minhum, atawaepuka watu kama hao kwa <coughs> kumsingizia maneno ambayo kwamba hakuyasema. Wa ila liqain akhar bi mashi'atillah. Llah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.